Akiongea na waandishi wa habari wakati wa kutangaza matokeo hayo, katibu mkuu mtendaji wa baraza la mitihani Tanzania Dr Charles Msonde amesema kutokana na tathmini ya awali inahitajika kuboresha jitihada za kufundishia ili kuinua kiwango cha ufaulu hapa nchini, kwani idadi ya watahiniwa waliofaulu imeshuka kwa asilimia 1.85 huku somo la Kiswahili likiongoza kwa ufaulu kwa asilimia 77.63 na somo la hisabati likiwa la mwisho kwa asilimia 16.76 kutokana na asilimia zaidi ya 80 ya watahiniwa waliofanya mtihani kushindwa somo himi. Ubora wa ufaulu kwa kuangalia madaraja waliopata watainiwa hawa hususan daraja la kwanza hadi la tatu inaonyesha kuwa mwaka 2015 watainiwa 94,941 sawa na asilimia 24.73 ndio waliopata madaraja hayo wakiwemo wasichana 38,338 sawa na asilimia 19 nukta sita tatu ya wasichana waliofanya mtihani huo na wakiwemo pia wavulana hamsini na sita elfu mia sita na tatu sawa na asilimia sitini na tisa nukta tisa tisa ya wavulana waliofanya mtihani hiyo. Aidha, katibu mkuu huyo amesema Baraza la mitihani litatoa fursa kufanya tena mtihani kwa watainiwa 98 waliofutiwa mitihani baada ya kupata matatizo ya kiafya na kushindwa kufanya mitihani kwa masomo yote huku wakifuta kabisa matokeo ya wanafunzi 87 waliofanya udanganyifu kipindi cha mitihani. Baraza la mitihani la taifa pia limezuia kutoa matokeo ya watahiniwa 23 wa shule ambao walipata matatizo ya kiafya na kushindwa kufanya mtihani kwa baadhi ya masomo. Watahiniwa hawa wamepewa fursa kufanya masomo hayo ambayo walishindwa katika mtihani wa kidato cha nne mwaka huu 2016. Aidha, limezuia matokeo ya watahiniwa 98 wa shule ambao walipata matatizo ya kiafya na kushindwa kufanya masomo yote ya mitihani yao. Watahiniwa hawa pia wamepewa fursa ya kufanya mitihani yao yote kama watahiniwa wa shule katika mtihani mwaka huu wa kidato cha nne mwaka 2016. Kutoka Dar es Salaam Benjamin Mzinga ITV.